Sana sasa, huyu mawadhe ni rafiki yangu sana, ye ni rafiki vile vile ya watoto yangu, walikuwa naishi pamoja kule Marekani na watoto yangu Fidel na Rosemary. Wao ndio walileta yeye kwangu kwanza, na anaongea Kijaluo kama Mjaluo kana hiyo. E, ni Mkamba gani huyu? anajua sana kuongea Kijaluo, kipeleka yeye kule Nyanza, anaweza kutoa hotuba kwa Kijaluo. Yeye ni Mkenya, ndio sababu alipoingia kule kwenye Embakasi South kukawa na ile tena marudio, nilikuwa na shida mingi sana kufanya kampeni <laughs> mimi nilienda kule najaribu kufanya kampeni kwa yule mwingine, nasema ah, nyinyi wote ni, ni watu wetu yote ambaye atachaguliwa tutaunga mkono. Kwa hivyo huyo mnamawadhe ni mtu ambaye ana roho nzuri na hosafi, anasema maneno na akisema, anatenda bila amesema, anatenda bila anasema. Kwa hivyo sisi tuko pamoja na tumekuja hapa na ndugu Stephen Kalonzo Musyoka. Nimeleta risala ya rambirambi rambi, kutoka kwa ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta hakuweza kufika lakini amenituma mimi na mchango ya shilingi alfu mia mbili na amesema nikifika hapa ni salimu wa kamba. Mmechukua salamu zake kama wanaazimio tuko pamoja hii jamii ya azimio ni kubwa, tuna vyama mingi ndani ya azimio, na azimio bila mmeviona, imeiko pembe zote za Kenya, hatungeweza kushindwa. Mwaka jana waliiba, waliiba, waliiba, lakini imekoma kwa koo, imekoma kwa koo, haiteremki haiteremki unajaribu haiendi chini na kutapika milele, hawatapiki sio sasa. Wanalaumu tu wale ambayo walikuwa pale, ati hiyo serikali ya handshake ndiyo ilifanya fa maovu. Serikali ya handshake iliwacha nyungu tupu, tulipata kama hakuna chochote walianza mwaka jana, hata kila kitu ilienda, hata mkoko ilikuwa hakuna kwenye nyungu. Sasa mwaka ni moja, baada baada ya wakati huu tunauliza, kama walipata nyungu tupu, kitu gani imekuzuia kupika ugali mpya? Mwaka moja wajapika hata ugali mpya, utapika lini? Haiwezekani. Sasa kwa sababu walikuwa hawana nia ya kuingia kwa serikali Hawakudhani wangeingia kwa serikali. Chebukati ndio yalioweka yeye kwa serikali, lakini walikuwa hawana mpango ya kuunda serikali kwa sababu wako na shida, hawajui ya kubili ya kuendesha, hawajui ya kuendesha, na hatutaki kuwaonyesha vile waendeshe. Sasa sisi tulilalamika, na tukaita wananchi wa tujitokeze na wakajitokeza kwenye barabara. Baadaye wale kutoka inji wakaja wakaongea na sisi, tuzungumuze tukakubali, kama wao wakubali. Mimi mwenyewe nimeketi chini na Uhuru na, na bwana uh, rais Oba, Obasanjo mimi Obasanjo na Ruto tukakubaliana mazungumzo yaanze. Kwanza tukaweka ile kamati inaongozwa na Otiende Amollo, wakaenda kule na Sifuna. Tukaona wao damu yao ilikuwa inachemka ni, ni, ni, ni, ni, ni sana, sana. Tukasema wacha hao jamaa warudi nyuma, hapa ni wanajeshi wetu, tuweke wale wanajeshi wale wa zamani, tukaweka Kalonzo pale. Wewe unajua hii maneno ya matamu hii, ndio kaongea maneno matamu hii. Maanake Waswahili walisema ati maneno matamu mtowanyoka pangoni. Sikalonzi wakaenda, simeongea na wao, simeongea wameongea. Maanake sisi tulikuwa na mambo yetu, wao walikuwa na mambo yao. Wameongea, hii tumepata, hii tumepata, hii tumepata. Imebaki moja muhimu zaidi, gharama ya maisha kwa wananchi vile vile tutatue, wakakataa katakata, haiwezekani. Kata, katakata, haiwezekani. Sasa Kalonzo akaniuliza tufanye nini, jamaa wamekataa hii. Nikamwambia Kalonzo, wewe wachana hao jamaa, ni wagonjwa sini, wagonjwa ni wagonjwa unajaribu kumpatia dawa na hataki, najua yeye anaugua, si atakufa? Wacha yeye akufe tu, tu, maanake unaona, sasa unajaribu mambo mengi vile umeimbiwa hapa. Kwanza walianza kuagiza bidhaa kutoka ng'ambo ati wanaleta bidhaa kwa shirika ya KNTC ili gharama ya maisha irudi chini wameleta mahindi wameleta uh, sukari wameleta mchele wameleta mafuta ya kupika. Hizo zote zinapita katika bandari ya Mombasa bila kulipa forodha, lakini gharama haijarudi chini. Maanake ni wao wao pale ndio wanalota kutoka kule, wanauza, wanaweka faida kubwa, wengine hawezi sasa kununua hiyo hapo bilioni kumi na sita ambayo me, me, wamekula hapo sasa. Kutoka hapo wameenda sasa mambo ya mafuta mataa, kuleta petroli kutoka ng'ambo. Hiyo vile bilioni kumi na tisa, Mwana mama moja mama kutoka nyumbani tu anatoka anasema hii mafuta ni yangu, bilioni kumi na tisa. Ukiangalia yule mama na buibui una anaweza kupata anaweza kupata bilioni kumi na sita eh? a kasi. Anasema hiyo meli ambayo imekuja hiyo shehena yote ni yangu, nao jamaa anasema pana, hii shehena si yako, ni hii kampuni fulani hii. Wao wote pamoja na yeye yeye walimtumia tu, lakini wao ndio walikuwa wanatumia hiyo njia yeah, ya kuiba pesa zetu hiyo ni majengine sasa. Wanaanza sasa kuuza shirika ya serikali, wanataka kuuza mashirika makampuni ya serikali, ile kampuni ya kusafirisha mafuta Kenya Pipeline Corporation, wanataka kuuza National Oil Corporation, nataka kuuza, nataka kuuza KCC.